Kwanza kwanza nikushukuru kwa kwa pongezi ambayo ulionipa, lakini kwa kwa mujibu wa taratibu lazima tuseme Simba tumebadilika hivi sasa kwa namna ambavyo klabu yetu inavyoendeshwa. Na mara nyingi sisi, my friends, ama mashabiki wanachama wa klabu ya Simba, tunasikiliza Simba si nini, wanasema Simba tuna jezi aina tatu. Tuna jezi nyekundu ambayo mara nyingi tunaitumia tukiwa nyumbani, tuna jezi nyeupe ambayo tunatumia tukiwa ugenini lakini jezi ya blue endapo pale ambapo tunapokuwa na furaha sana Simba imepata matokeo basi tunaamka jezi ya blue kwa sababu tunaamini kwamba jezi ya blue ukivaa unapendeza zaidi. Leo ni mtoko furaha. Furaha, wa furaha tunapiga jezi za blue, tuko mtaani maeneo hapa ya Samora maeneo ya kaburi moja tunaenjoy. Lakini kubwa umesema umepokeaje ushindi wa jana? Kwetu sisi kama Simba tumepokea kwa, kwa furaha sana kwa sababu siku zote mshabiki kazi yake kuna namna ambavyo timu yake ikipata matokeo yeye anakuwa na, na furaha kwa hiyo kikubwa sisi tuna furaha lakini pia tunawapongeza wachezaji wetu, technical bench likiongozwa na manager wetu Pantev. Kuna namna ambavyo wamekwenda kupambana, kuweza kutupatia matokeo na kuweka mazingira mazuri kuelekea mechi ambayo na mwanyaji inayokuja. Kwa sababu hizi mechi lazima niseme kutumia Van kupitia Fans TV. Hizi mechi hazitafuti point wala magoli. Hizi mechi tunatafuta kufai kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Leo hii tuko kwenye hatua za awali. Tunakwenda kupambana kwa namna ambavyo timu zinakwenda kwenye makundi. Leo hii tumepata matokeo kwenye mechi ya kwanza, naamini bado tuna mechi ya pili ambayo tunahitaji kwa kuongeza spirit ili kuona namna ambavyo tunatoka sasa katika hatua za awali tunakwenda katika hatua za makundi klabu bingwa. Bwana lile pira ambalo limepigwa jana, licha ya furaha ya matokeo, uli litarajia Kisugu? Yes, nitarajia. Na nitarajia mambo yako makubwa. Na naamini nyinyi fans TV mtakuwa mashahidi. Nilizungumza na nyinyi kabla ya mpira huu haujachezwa mechi ya jana. Wakati timu na safari tulikwenda Uswatini moja tulijua mabadiliko makubwa, kutokana na meneja ambaye amekabidhiwa sasa hivi dhamana kubwa kuongoza Simba. Ni mwalimu ambaye ana uwezo mkubwa na taaluma kubwa. Mtakwenda kuona zaidi ya haya ambayo tuliyaona jana kule Gabaro. Kwamba huu ni mwanzo tu. Yes, ni mwanzo. Kwa sababu Simba tuna target yetu. Na wakati meneja Pantev tunamkabidhi timu moja, masharti ya kwanza kuna namna ambavyo timu inakwenda kufanya vizuri katika mashindano ya klabu bingwa bara Afrika. Lakini si uzuri katika yale ambayo mara nyingi tunafikia. Maana leo ukwenda kuizungumzia robo finali ya klabu bingwa bara Afrika Simba ni jambo la kawaida. Ukwenda kuzungumza Simba kuqualify kwenda ligi ya makundi bara Afrika, jambo la kawaida katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika ili Simba wajue kuna hatua wamefika. Maana yake Simba lazima itoke kwenye robo finali yeye kwenye nusu finali ya klabu bingwa barani Afrika. Target yetu ni kwenda kucheza finali ya klabu bingwa barani Afrika. Lakini uweze kufika finali ya klabu bingwa barani Afrika, kuna hatua lazima upite. Unaanza hatua za awali, ukitoka hatua za awali unakwenda ya ya, ya, ya, ya nani makundi, ambayo sisi Mjumapili ijayo Jumatatu kama hii tayari wana Simba tunafurahia tumeanza hatua moja ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika. Tukitoka hatua ya makundi, tunakwenda hatua ya pili, tunakwenda kupambana kuona timu inakwenda robo fainali ya klabu bingwa barani Afrika. Tukienda robo fainali ya klabu bingwa barani Afrika, Simba sio stori, na leo tunamwambia meneja wa Simba, Simba kwenda robo fainali ya klabu bingwa sio stori. Stori Simba ni kwenda nusu lakini tukienda nusu inakuwa stori, malengo ya simba hajakamilika. Ili malengo ya Simba akamilika ya aende kucheza fainali ya klabu bingwa barani Afrika, tutafikaje? Mimi naamini tutafika. Moja, kwanza kusimama kwenye slogan ya Simba, nguvu moja, na hili ndio ambalo naliona mbele ya Simba chini ya mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa klabu ya Simba, kanchusi magoli anaiongoza vizuri, watu wanaongea lugha moja, ambayo mimi naamini lugha hii moja ya kuongea inaweza kutupelekea kwenye mafanikio. Lakini cha pili, tumesajili wachezaji ambao tunaamini kutokana na namna ambavyo experience ya wachezaji na uwezo wao na talent zao walizokuwa nazo, wanaweza kufikisha Simba kwenye malengo yake. Lakini tunafikaje kwa vitu viwili? Ili tujumlishe cha tatu tufike, tuna technical benchi lililokuwa bora, ambayo sisi tunaamini tunaamini itatupeleka na litafika kwenye malengo Simba Sports. Kuna kitu mimi nimejifunza jana. Hmm. Na wengine wanapaswa wajifunze hiki. Watu wengi wanaamini mwalimu anahitajika kupewa muda kwenye football. Kumbe kwenye football kama kula afunzwi mtu kinawa maji tu unakula. Kwa chakula kikua cha moto utacangalia staili yako utakipulizia ya mdomoni au utakikorogea katika sahani kukweka kwa kichabariki. Mwalimu yule amekuja ana wiki tu Spirit ya Simba imebadilika. One touch, one pass. One touch, one pass. This is football. Don't be la. Nilikuwa nasikiliza sikiliza falsafa ya mtu mmoja anaitwa Alex Ferguson. Anasema ili ufike golini kwa mwenzako, mpira lazima ucheze kutoka golini kwako. Unauchezaje? Anasema no back pass. Mpira lazima uende mbele ufanyeje? Ufike. Ndio style ambayo meneja wa Simba aliyokuwa nayo sasa hivi. Nenda kaangalia goli la tatu jana, pasi nne tu zimepigwa gol golkipa kadaka Ayubu Yakubu kaweka ndani kwa Kagoma. Kagoma akapiga pasi ya chini, Abraham Morris, Abraham Morris, Abraham, wakati natani yule mtu akaja tuta mjini, anasema akafinywa, akapita, alafu mwanaume akapiga pasi elekezi, wataalamu wanaita kwenye mpira hiyo. Wakati anachukua ule mpira, Morris Abraham ana controla mguu wake wa kushoto tayari kwenye mikimbio, anamwona kibodeli, anapita kwenye France. Watu wa football wananielewa, this is ambia wana Simba tulichokiona jana, watu wa picha wanasema ni Chela Balali na piko huko, ni Chela yule mwanaume. Mwaka huu Simba tuna midfield nane, lakini jana mwanaume kachukua moja, tukamweka pale Labi Kamara. Nabi anacheza chini kama holding. Akabie. Nangu anacheza fullback full, lakini anaondolewa kwenye fullback full. Anakwenda kwenye fullback. Mpira sasa hivi duniani umeama kwenye namba umeingia kwenye mfumo. Na ndio maana Swaiba wangu wa karibu, mwalimu niye mpenda Yanga aliyemfukuza anasema, kwa nini Max kamweka kamuweka fullback wa kulia? Mpira hauna namba, mpira una mfumo. Mnaelewa watani? <laughs> <laughs> <laughs> Zamani eh, samani na tatu samani na nne mpaka unakuja tisini, mpira ndio ulikuwa unaishi kwenye namba. Hawa kina Selesini Sikinde Mbunga, akina Azizi Nyoni, Njala Mbaya, akina Abubakari Kombo, kina marehemu Isa Asumani, akina e, Abdallah Asmani china akina Abed Mziba ndio mpira ulikuwa na namba. Sasa hivi mpira umeama kwenye namba, mpira umeingia kwenye mfumo. Na ndio maana sasa hivi unaweza kumuona nangu, juzi amecheza fumeki ya kushoto pembeni, amecheza timu ikishambulia, yuko pembezoni, timu ikishambulia anakuja na kala anakava katikati. Football inaingia kwenye mfumo. Wache waseme, wache wanune. Jeshi la polisi wana kauli moja wanaitumia, wanakwambia ti amri bila ashuruti. Simba hatutumii hiyo kauli, tunasema tutakusurutisha, ndipo utakubali. Sisi hatutumii hiyo kauli. Simba Sports kauli yetu ya kwanza sio kutii, kukusurutisha. hiyo ndo kauli yetu. Kusurutisha maana yake tunakulazimisha, kukubali. Utatukubali, utaki utatukubali. Pira lile nani, ani anaokataa pira masigara, pira matatu ile sasa hivi Simba. Zamani nilikuwa nawaona makocha wakitaka kumfundisha mchezaji wake, anakuja na karatasi eh? anamwonyesha hivi, alafu kamera za Azam TV zinafanyaje? zinamulika na vidude vyake, anachora kocha wa Simba tumii stailo hiyo Amebadilika sasa hivi ananyanyua jezi yake tu, kumbe zile tatu zile ni michoro ile ya football, mbinu mifumo iko hapa. Anamuita tunangu, oh, oh, jana alikuwa anamuita kibu yeye. Kibu akiangalia kibu hapa, akibonyeza hapa, anamuonyesha akibonyeza, anamwambia kimbilia kwenye flanks, unashangaa <laughs> yes. Mwalimu utembei na makaratasi makaratasi, wanatembea nauza chapati na mandazi, dunia imebadilika. Morris Abraham anaitwa Morris Abraham, ananyanyua mguu hivi, mimi nikajua mwalimu anakuwa anatoa mpira. Kumbe anamuonyesha vyombo. Morris Abraham anachukua na tani, anaweka pasi elekezi. Huu mwaka wa raha, mwaka wa furaha, huu mwaka wetu, na inshallah, Mwenyezi Mungu ikimpendeza, wallahi wabillahi, tunakwenda kucheza fainali ya klabu bingwa bana, nafika. Yes, yes, yes, che! Hakuna duniani ukapanda mpapai ikatoka mnazi. Hiki tunachokipanda Simba, kuiona Simba inakwenda kucheza fainali ya klabu bingwa barani Afrika, tutafika. Na moja ya mafanikio ya mwanadamu mwenye akili timamu, nia na kuamini katika kile ambacho unachokiamini. Niwapongeze sana watani wangu, nawapongeza sana watani wangu <tipi> Moja sababu ya kuwapongeza watani. <laughs> Kuna mtu alikuwa anataka kushuhudia watanzania namna ambavyo tunavotiki tarehe ishirini na tisa, mwambie wewe msauti Afrika toka wamemuondoa. Kuna mtu alitaka kushuhudia sisi tunavotiki tarehe ishirini na tisa, wamemwondoa mapema <laughs> kwa mara ya kwanza kocha akafukuzwa kwa kutumia SMS Eh? Hey, kwenye email wameona atachelewa. Uh-huh. email wameona atachelewa Mwamba yule kakaa kamnunia mwenzake engineer. Na yule mwalimu kakaa jamaa anaandika chini kutoka pale, anamuuliza wewe, umebeba begi? Anambia sijabeba, anambia anambia basi kama hujabeba nitakutumia begi lako liji. Kusema ukweli, nizungumze kwa dhati ndani ya moyo wangu, imeniuma. Kuna namna imekuuma, nimeumia Kilichoniumiza kuona namna ambavyo mwalimu alivyokuwa bora afu Yanga wamemwondoa eh. kilichosababishwa Yanga ya Malawi yafungwe ni kocha msaidizi wa Malawi eh? Yule kocha msaidizi wa Malawi amekwenda kumpiga shoti mzungu <laughs> Na moja amefanya yale kwa sababu ya mapenzi yake ya timu yake ya Malawi. Nendeni mkaangalie story yule goalkeeper timu wa timu ya taifa ya Malawi yule ambaye ndio MVP. Yule goalkeeper timu wa timu ya taifa ya Malawi. Na yule kocha wa Yanga ni mtoto mkubwa na mdogo kwenye kuzaliwa. Yeye atakubali kijana wake adhalilike. Kwa kuna namna watu hawajaweza kuimwangua kodi. Na wanakuja kuumia tena. Asema anakuja kuchezea mbili Jumamosi. Ah, uh-huh. Inina one two, moja mbili, nimekupa lugha zote zkitaka Kiarabu, Kiingereza na Kiswahili. <laughs> Raha yaani, hakuna raha ya football kwenye Simba kama katika mashindano ya kimataifa. Simba kuwa peke yetu, na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kaburi lile pale la Sharifu atatuwezesha tubaki peke yetu kwenye mashindano kidogo. Azamu asogeesogee <laughs> Azamu siwambagara wenzangu yeah, okay, tunaachana kwenye round about mikongoyo wanakwenda mm, eh, Chamazi, lakini brother mm, sisi wana Simba dua letu yeah, maombi yetu yanga kufungwa siku wa ya Jumamosi na inshallah Mwenyezi Mungu atakubali haya maombi. Wewe ukichukia chukia, ukinuna okay, nuna, kwa sababu huwezi kulifanya chochote, au wanaweza wakaja kujifunza wachukue hata mbili mbili. Kwanza wapigwe aafu baadaye ndio wajifunze yeah. Jamaa, namwombea yanga afungwe, yes, kwa mzee utaki na, na inshallah atafungwa mzee, wote wa ndio wa mbali. Mimi siombi tubaki peke yetu, klabu bingwa barani Afrika kwenda kutia aibu. Na leo hii niseme tu timu nne zinazoshiriki katika mashindano ya shirikisho barani Afrika yanayoandaliwa na kafu, ndivyo sivyo? Mbili champions league, mbili shirikisho. Nchi iko salama kwenye mikono ya Simba kwenye football. Ndio timu pekee ilofanikiwa kupata ushindi ugenini. Nani kapata? nani Tunazungumzia mzunguko wa pili <laughs> wewe <nawewa>, vipi bwana? <laughs> bwana wapi, sisi? watani zangu Dar es Salaam Africans wamekwenda kulidhalilisha taifa, wameitia aibu taifa. Nani asiyejua? wamefungwa midfield. Mtu mmoja anaitwa nani, jina lake yule, <laughs> chizi anaitwa nani? zunga nani? vunga chizi, hey. Wanafungwa midifidi funga nakachizika, chizi <laughs> kachizika, kachukua katani, kuna mtu akapita ah! watu wanaweka wanashangilia wao. mimi nasema na nitaendelea kusema mimi, Dar es Salaam anga Africans watani zangu mimi, naomba watolewe. Jumamosi kuna namna mtaicheza mechi hii. Sisi ni watu wa imani, tunaishi sana kiimani. Biblia inatufundisha Kabla hujaangalia kwenye jicho la mwenzio, basi anza kuangalia kwenye jicho lako. Kwa hiyo, kikubwa mimi ninachozungumza ni kuangalia sisi namna